Kwenye ile First Corinthians 13 verses 12 and 13 anasema, kwa sasa tunajua kwa sehemu. Eti hii kujua kwa sehemu ndio tunairaise iende juu tuanze ku question why na hii kidogo, hiyo maana yake tu ni kwamba there is a crash between faith and reason. Sio kwamba huyo ni mkristo wa maana anafanya hapo, ujue tu hapo hapo kuna crash. Imani inaenda kufa hapo. Kwa sababu Biblia inaeleza wazi, hazichunguziki akili zake. Unataka kuniambia ukifahamu wai itakusaidia? Na ukitafuta kwenye Biblia yote, Mungu hajawahi kujibu swali wai. Tafuta sababu hilo ni swali mbaya sana wa why? So we ask you, why? Mwana yake jieleze, unajua <laughs> imani iki crash, yaani, unaweza kufikiri niko sahihi. Sema, jieleze, toa maelezo kwa nini hiki kinaendelea hapa hmm. Kwa nini nimefukuzwa kwa nini inafanyika? Kwa nini? Na uko kabisa na umekomaa unajiita prayer warrior. <laughs> Lazima Mungu atatupatia majibu. Hiyo ni prayer warrior anayemtaka Mungu ajieleze, yaani ni kama unamfanya Mungu a mtoto alafu ndio mzazi wake. inaingia kabisa kwenye the mind of God. Kwa hiyo unamwambia ya kwamba no, ujafikiri vizuri. Ungefikiri vizuri yasingeitokea yanayonitokea ya maishani. Unaposikia Paro anaandika kwamba Mungu anajibu zaidi tuombavyo, angelikuwa na respond tunachofanya Ndio ngemwona <laughs> ila anajua ni mapovu tu. Ni kama Elia alipoomba akasema yatosha, nife mimi. mimi sio mwema kama babu zangu, mbona walikufa? Sasa wewe kama ulikuwa tayari kufa, mbona utoke Israeli maili kilomita mia mbili mpaka Beersheba, 200 km na bado haitosha? Akamwacha mtumishi wake, akaenda mwendo wa siku nzima jangwani zaidi ya kilomita 250. Halafu Yesu, umefika hapa ndio unasema I'm ready to die, so ungesubiri pale palepale ukutana upanga wa Yezebeli, wa, wa nani, wa Yezebeli. Kama sio minyoni nini? Ndio maana ukisikia mtu anaomba niombee tu nife, usifikiri uko tayari kufa huyu. Sasa anakuambia nitakunywa so, sumu. U, unatumia sumu ipi ambayo ni kali utakayowaiwai Unaenda kununua lini? Nikusaidie? Utajinyonga, unayokamba isijeka kukuu ikakatika nikanunue mpya. Atishia watu atakujinyonga. <laughs> Na ikikatika wakakuletea nyingine, hapo tutaona kama utarudia. <laughs> <laughs> kwa hiyo saa nyingine tunatishiana vitu ambavyo hatuvijui. Wale wanaokata moto wangelikuwa wanarudishwa kwanza, alafu aambia sasa nenda sasa, maana sasa umeshajua joto la jiwe hii hapa sasa uanze upya. Kwa hiyo wakati Elia anasema nanife, Mungu alijua huyu hajawa tayari kufa. Hii ni crash of faith. hakuna kitu kingine, na ameona mvua imenyesha miaka mitatu na nusu, ijawahi kunyesha, manabii wa amewaua katika Mto Kishoni. Alafu ita amekutana na kauli, kesho nawe utakufa masaa kama haya, you have 24 hours to live. Anaanza kutimua. Mungu ndio maana anaitwa the mighty counselor. Alijua huyu hajala, hajapumzika <laughs> akamtuma malaika ampeleke hotelini huyu <laughs> niwaambia, usijifanye huko tayari kwenda mbinguni Kumbe hali ni ngumu ya kiuchumi, una mpango wa kutoroka ukata wa maisha <laughs> sio kwamba ulisha ulishachukia dhambi kiasi hicho na nini, ila hali ni ngumu. Mambo yakikubadilikia tu, hela zikakutembelea, unabadilisha sala, mwinue mtumishi wako, maana kazi yako bado inaningoja. <laughs> Lakini saa wakati hauna kitu eh, Yesu uja haraka n yani, unajua wakati fulani, angalia, the motive behind ni nini kinachokupressurize ufanye hicho unachofanya, kwa sababu malaika alipotumwa, inuka ule. Wewe wewe, shida ni njaa. <laughs> na hujapumzika. Unajua tangu asubuhi uko katika juu ya mlima Karmeli, tangu asubuhi, lakini kwenye pambano la imani na wale mabali manabii wa Baali wale mpaka jioni, jua linazama, na bado anakimbia mbele ya gari la farasi la mfalme kwenda mji wa Yerusalemu, mji wa ikuru ndogo ya mfalme Ahab, na amefika kule hadi hajapumzika, anakutana na ujumbe kesho. Na wewe masaa kama haya, hajala, hajapumzika, hajanywa, kwa hiyo amechoka. Hizo zote anahamisha, anazifanya zakiro. Ninashukuru alielewa, kanawa akala. <laughs> Baada muda tena wakaleta menyu, inuka wewe, ule, safari ni ndefu, uko mbele. Akainuka kagonga menyu, ndo safari ikaanza. Sasa si kukimbia sasa, taratibu anatembea 40 days and 40 nights. Mungu anajibu zaidi tuombavyo, ndicho kilichotokea. Kwa hiyo wanaposema kwa nini mimi, kwa nini, kwani kwa nini wewe hujaona? Kuna watu wamekufa kijini kwenu wakiwa wadogo zaidi yako kuna watu wamekufa tu ndio wamepata kazi wakafa. Kuna watu tu ndio wamefunga ndoa wakafa. Kuna watu ndio sasa wamefikia hatua ya kusema wangeweza kufanya hivi kwa nyumba ya familia zao na nini, ndio wamekufa. Alafu unasema why me? na una miguu unatembea, una mikono na macho unayo, na unakutana watu ambao wana mguu mmoja, mwingine ulishatangulia kaburini. Hata hilo tungitusaidia kujua kwa sababu kinachokutokea wewe kinatokea kila mwanadamu. Kwa hiyo nataka Mungu ajipambanue kwako ili wewe uwe very unique, very special as a tukasa member. Halafu kesho usemeje, there is no partiality with God, wakati saa hii unataka awe na hiyo partiality. Anasema hapana. Kwa hiyo anaposema why why why, una question, una question the understanding of God, the planning of God. um, kila kitu kinachohusiana na the, uh, the omniscience of God. U, una question, the omniscience of God ambaye ni all knowing, kwa maana ya kwamba mipango yake huwa anakosea, kwa ruga nyingine unamtaka aweze kutubu, maana amekosea kwa kuruhusu upitie unachopitia, lakini ungeruhusu faith with reasoning angekueleza ujapopita katika bonde la mvuli wa mauti, mimi, maana yake you are not going alone, we are together halafu na question where are you una question why, why? Wakati na yeye uko na yeye hapo, mnapita. Ndio maana tusipojua Biblia, tutadhani tuna maswali ya maana sana kwa Mungu, kisa umefiwa na mzazi kisha amepata hiki na kile na unasema why?